Ilala jijini Dar es Salaam Raymond Mushi amewataka wafanyabiashara nchini kuunga mkono jitihada za Rais Dr. John Magufuli za kufanya usafi katika maeneo ya biashara zao ili kuliweka jiji katika hali ya usafi. Mushi ametoa kauli hiyo wakati akipokea vifaa vya kuhifadhia taka vilivyotolewa na kampuni ya vifaa vya umeme ya Pinetech. Mwandishi wetu Tatu Abdullah ana taarifa zaidi. Mbali, wamefika sokoni hapa katika kuuza na kununua bidhaa mbalimbali. Hali ya uchafu katika baadhi ya maeneo ya soko hili ni miongoni mwa changamoto kubwa sokoni hapa, ambapo kampuni ya vifaa vya umeme ya Pinetek kupitia jumuiya ya wafanyabiashara wa eneo hilo la soko kuu la Kariakoo wameamua kukabiliana na changamoto hiyo kwa kutoa msaada wa vifaa vya kuhifadhia uchafu katika soko hilo Oja. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo mkuu wa wilaya ya Ilala Raymond Moshi, pamoja na kuwashukuru wafanyabiashara hao kwa kuunga mkono jitihada za Rais John Magufuli za kufanya usafi wa mazingira, pia amewataka wafanyabiashara wote nchini kujenga tabia ya kupenda kufanya usafi bila kushurutishwa. Kila mmoja, kila mmoja anapaswa kuwa msafi ayamarasmi nakurahisishia tu, wewe unapotaka kuwa msafi inakuwa rahisi, kwa sababu kuna mahali mahali unaweza kutupa taka zako kwangu. Ili tufikie malengo haya, ni lazima kila mtu awe msafi. Kwa upande wake meneja masoko wa kampuni ya Penetek iliyotoa msaada wa vifaa hivyo vya kuhifadhia uchafu Jeda Abubakar Amor amesema lengo la kutoa vifaa hivyo ni kuunga mkono jitihada za serikali katika utunzaji wa mazingira. Nakuombeni wafanyabiashara wenzetu tuunge mkono juhudi binafsi za Mheshimiwa Rais kwa kufanya usafi. Sisi ni moja tu kati ya makampuni mengi yaliyoko Kariakoo yanafanya biashara nao. Baadhi ya viongozi wa jumuiya ya wafanyabiashara wa Tanzania wamesema wataendelea kushirikiana na serikali ili kuharakisha maendeleo ya nchi. Na kimsingi hakuna maendeleo ya biashara kama hakuna mahusiano mazuri baina ya wafanyabiashara na serikali. Tunawaomba wafanyabiashara wa jumuiya ya wafanyabiashara na wasiokuwa wa jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania kokote waige mwendelezo huo. Kilichofanyika hapa sasa, tuna kuunga mkono mkuu wetu wa wilaya kwamba eneo letu hili liwe safi. Tuko bega kwa bega katika juhudi zako za kuiweka wilaya yako safi, na hususani sisi watu wa Kariakoo, tuko tayari kuungana na wewe. Tatu Abdalla, TBC, Dar es Salaam.